Nimesikitishwa sana na kauli ambayo ilitolewa na wenzetu wa jeshi la polisi. Na nimesikitishwa zaidi kwa sababu Kamanda Muliro ambaye alitoa kauli ni mwanasheria kwa taaluma. Kwa hiyo na siamini kwamba haelewi kwamba sheria inahitaji kufanya nini. Ipo hivi. Kwa mjibu wa sheria yetu ya Tanzania ya mwenendo wa jinai sura 20 sheria mwaka 85, ambayo ndio inatuongoza kwenye namna ya uendeshaji wa mashauri kuanzia mahakama ya wilaya pamoja na mahakama kuu utaratibu wake ni kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 186 mashauri yote ya jinai kwenye mahakama yanatakiwa yawe ni mashauri ya wazi. Na mashauri ya wazi, tafsiri yake nini? Wazi maana yake yaendeshwa kwenye namna ambayo wananchi au mtu mwingine yote anayetaka kwenda kushuhudia kinachoendelea apate nafasi bila kuwekewa kizuizi chochote kwenda kufuatilia shauri, na hili imetafsiriwa kwenye kwenye kwenye maamuzi ya mahakama yamesha tafsiri hilo jambo kwamba lazima iwe kwenye mahakama ya wazi au tunaita open court. Kifungu kipo wazi kabisa. Kuna mazingira ambayo inawezekana shauri lisio la wazi. Kwa mfano, kama mnaendesha shauri ambayo labda e, linahusu labda udhalilishaji, mtu labda amebakwa, kwa ajili ya kulinda ile, ile utu na heshima ya mtu wanaweza kusema ili shauri ili lisionyeshwe watu wengine wakaona, au shauri ambalo linahusu mtoto mdogo, tunasema inaendeshwa kwa uficho au in camera wanaita hayo, yanaweza watu wasione kwa namna ilivyo. Na mara nyingi anaye anayetoa maelekezo kwamba hili liwe kwa uficho, hili liwe wazi, mamlaka yapo kwenye mahakama, hayapo kwenye polisi. Kwa hiyo kitu ambacho kimefanyika, mimi nakiona kwanza kina kinaleta taswira mbaya, kinadogosha mahakama. Yaani kama vile mahakama sasa ionekane kwamba kuna mtu anaisimamia mahakama namna ya kuendesha. Yaani kwamba mahakama haijui kuregulate taratibu zake za mahakama. Hili ni jambo ambalo kwa kweli ni baya na mimi naamini Mheshimiwa Jaji Mkuu pamoja na uongozi wa mahakama hili jambo sidhani kama wataliacha liende hivi. Naamini watachukua hatua, watalinda mamlaka ya mahakama kwa wivu mkubwa kwa sababu ni jambo ambalo halivumiliki. Hauwezi kuruhusu kuna mtu mwingine aanze kuingilia huru wa mahakama. Na tumeona mara nyingi mashauri yakiwa Mahakama Kuu ya wanasiasa watu hata wengi vipi, wamekuwa wakiruhusiwa wanaingia mahakamani, tena wakati mwingine wala haijalishi idadi ya namba, tena wakati mwingine kwa mfano wakiona ukumbi uliopo ni mdogo. Tumeona kwa tunaendesha kesi ya kina mheshimiwa Halima James Mdee, watu walikuwa wanakuja wengi, wafuasi wa Chadema. Kilichokuwa kinafanyika, jaji akiona labda sikio ukumbi ni mdogo, kuna siku tushairisha kesi kwa sababu jaji anahitaji ukumbi mkubwa ili watu wapate nafasi waingie. Lakini nchi hii pia tuwahi kufanya kesi kesi za uchaguzi za mwaka 95. Wakati akina marehemu Lamwai wanaendesha kesi, watu walifurika mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dar es Salaam, ikabidi mahakama ilivyoona ukumbi zote zimejaa na watu bado wengi, ikafunga mpaka spika nje, ili watu waweze kufuatilia kwa ukaribu. Kwa nini? Kwa sababu uendeshaji wa mashauri haya yenye maslahi mapana kwa umma yanatakiwa kae kwa wazi, ili watu washuhudie. Na msingi wa hiyo pia unajengwa kwenye nini? Unajengwa kwenye kitu ambacho tunasema sisi kwenye sheria tunasema hivi, ili haki itendeke inatakiwa ionekane ikiwa inatendeka. Sasa kuonekana inatendeka ni pamoja na kuruhusu watu wakaone kinachotendeka. Kama imefanyika gizani hata ukitenda haki itakuwa haijaonekana ikitendeka kwa sababu imeenda kwenye kwenye uficho. Hiyo ni moja. Lakini cha pili, cha pili kwa mujibu wa ibara 21 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watu wana haki ya kushiriki kwenye mambo ambayo yanawahusu, yanayogusa maisha yao. Sasa huwezi ukaniambia Watanzania, wafuasi wa Chadema ambao wanataka kwenda kushiriki kuona kesi ya kiongozi ambaye ni kiongozi mwenyekiti wa chama taifa wa chama cha upinzani ambaye ni kikubwa kabisa ambaye amekuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amekuwa rais wa chama cha cha mawakili nchini hapa kwa nafasi hiyo, na ana ndugu ana watu wengine wengi ambao wamemzunguka, kwa kwa vyovyote vile, kwa mujibu wa ibara ya ishirini na moja wana haki na nafasi ya kwenda kushuhudia, kwa sababu mambo haya yanawahusu. Kwa uwezo kusema ni wana kimbelembele cha Mwajuma no, ni watu ambao wana haki ya kuhakikisha kwamba wanaenda kufuatilia jambo hili hiyo ni, ni, ni, eneo la pili lakini eneo la tatu watu wana haki ya kupata taarifa ya mambo ambayo yanaendelea ukiwepo uandishi wa habari kwa sababu ukiweka zuio lile maana umezuia pia uandishi wa habari kwa sababu wenyewe wataendaje lakini uandishi wa habari sasa hivi kuna mafreelancers pia na kuna mtu ambaye yeye ana haki kwa mujibu wa ibara ya, ya, ya kumi na nane hayupo kwenye chombo cha habari lakini anaweza kuhabarisha watu wengine ni haki yake ya kujulisha ya kutoa habari kwa mujibu wa ibara ya 18 sasa ukizuia siingie maana yao kunaenda kuzuia huyu mtu afanyeje, akose haki yake. Sasa mimi nikiangalia, naona kabisa ni jambo ambalo halina mashiko, ni kitu ambacho akikubaliki. Watu wana haki, wana nafasi ya kwenda wakajionea ambacho kinaendelea. Haya yanayofanyika kwa kweli, kama mahakama yenyewe ingekuwa na sababu, ingeona kwamba haiwezi karuhusu watu waende, labda kwa sababu ya ufinyo yenyewe, ndiyo ingekuwa imesema. Toka lini, toka lini polisi amekuwa ni msemaji wa, wa, wa, wa, wa mahakama? Na ukumbuke kwa mujibu wa ibara ya nne ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania sisi tuna mgawanyo wa mamlaka baina ya mihimili hii mitatu. Tuna bunge ina mambo yake, tuna serikali ina mambo yake, tuna mahakama ina mambo yake. Sasa kwa hivi ilivyo, kwa sababu polisi yupo kwenye serikali, ni kama anafika sasa, anavuka mpaka, anaanza kuingilia kuingilia mahakama. Na kitendo hicho kimekuwa mara nyingi kinafanyika kwenye mahakama ya chini, na bahati mbaya liliwahi kutokea kwenye kesi ya mheshimiwa Mbowe pia, watu wakaja kazuiliwa, wengine mpaka wakapataka kesi zingine, kwa kipindi hicho watu wakatawanywa na mabomu wasiende lakini hiyo jambo hatulioni likifanyika mahakama kuu. Sasa inawezekana labda mahakama kuu, labda kwa sababu ya uzito wake, ni kitu ambacho wanakiogopa, labda wameanza kuleta utani mahakama labda ya chini. Ndio maana nasema lazima mheshimiwa Jaji Mkuu na uongozi wa mahakama, ili kulinda taswira ya mahakama, mahakama na watu wa mahakama, na watu waamini kwamba mahakama kweli ina meno na inasimamia mambo yao, hili jambo lazima walikemee, kwa sababu wakiliacha, wataanza kujenga taswira, watu wakaamini kwamba polisi wana nguvu sasa kushinda mahakama, kwamba wanaweza kafika mahala watakachoagiza wao, mahakama itatii polisi ni jambo ambalo naliona kwa namna ilivyokaa haliwezi likakubalika kwenye nchi ambayo inaheshimu utawala wa sheria kama ya kwetu. Kwa hiyo kwa hiyo, kwa kifupi naweza nikasema kwamba kitu ambacho jeshi la polisi limefanyika hakikubaliki kabisa kwenye sheria zetu, hakikubaliki pia kwenye sheria za kimataifa ambazo sisi tumesaini. Tumesaini sheria nyingi, mkataba wa, wa haki za kiraia na kisiasa wa mwaka 66 tumesaini mkataba wa haki za kiuchumi, kitamaduni na kijamii wa mwaka 66 pia hiyo yote inazungumzia uhuru wa watu kupokea taarifa kujumuika kwa pamoja, na katiba yetu yote inazungumza hivyo. Kwa hiyo haya ambayo yanafanyika hayana msingi. Najua kwa kuhitimisha wanaweza kusema labda tulipata taarifa za kiintelijensia, kwa sababu hiyo ni kawaida. Sasa mimi majibu yangu ni mepesi tu. Kwa mjibu wa katiba yetu na kwa maamuzi mbalimbali ambayo yametolewa na mahakama hasa ikiwepo kesi ya Daudi Pete dhidi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, ilizungumza hivi. Ili uweze angalau kupunguza au kuingilia haki ya mtu kuna vitu vitatu. Kwanza, lazima uonyeshe ni sheria ipi ambayo imekuruhusu kufanya hicho kitu. Nikiangalia hakuna kitu. Kama mahakama ingekuwa yenyewe imesema, labda kuna kuna swala imeagizwa, ungesema okay, wamesimamia kwa sababu sheria, yes. Sheria ni pamoja na mahakama maamuzi yake. Kwa lazima uonyeshe, je, kuna sheria ambayo inakupa uhalali? Wanaita legality. Cha pili, je, hii hatua ambayo nataka kuichukua ni hatua ambayo ni stahiki kwenye mazingira hayo je kuna ulazima wa kufanya hicho kama na wasiwasi labda usalama unakuwa ni mdogo unafikiri labda watu wataingia labda na mabomu ya nyuklia inawezekana labda umefikiria kuna mabomu ya nyuklia yapo hapo kwa nini msiweke utaratibu watu wanavyopita labda ni geti na angalau mfanye angalau watu wanakaguliwa vizuri kwa sababu hata mahakama kuu pale ipo kuna namna ile sensa ya kuhakikisha na sensa watu wanapitia kwa ajili ya usalama polisi wangeweza kuishia hiyo ndio ingeweza kuwa ni njia kama kweli kuna namna yoyote ambayo wanafikiria lakini kingine, kama wewe ni wanaintelijensia, umepata taarifa za kiintelijensia, kwa nini usikamate huyu mtu ambao unaona kabisa anataka kufanya kitu ambacho unasema ni kinyume na sheria, na ulete uthibitisho kwamba, huyu tumemwona, alikuwa na kikao, alikuwa anajadili kwenda kufanya jambo moja mbili tatu. Na kwa nini hivyo vitu vinatokea mara nyingi kwenye